Na kulikoni yetu ya leo pia ni mahususi kwa ajili yako msikilizaji, ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia masafa yetu ya FM na mtandao wa internet. Na leo msikilizaji, uh, kulikoni yetu ya leo tunaye mgeni ambaye tutakuwa naye ambaye tutakuwa naye ndani ya mchakato kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri, lakini pia, uh, tuna mgeni kutoka NMB, ambaye tuhakikisha kwamba anatupa mambo mengi mazuri kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri na tuna mgeni uh, Bi Neema Mpinzile, meneja wa NMB hapa Ngara. Bi Neema Mpinzile karibu sana ndani ya mchakato. Asante sana. Sawa kabisa, na tunaamini kuna mambo mengi mazuri ambayo umetuandalia, lakini pia umemwandalia msikilizaji msikilizaji, na moja kwa moja uh, tunaamini umekuja na mambo mengi mazuri na karibu sasa uh, kutuelezea kuhusu huduma ya Worldwide Pesa. Hii Worldwide Pesa ni nini hasa, labda pengine, kwa faida msikilizaji ya msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa, karibu sana Bi Neema. Asante. Worldwide World Pesa ni huduma inayotolewa na benki ya NMB inayowezesha wanadiaspora ama watu walioko nje ya Tanzania kutuma fedha kwa haraka kuja Tanzania kutokea nchi yoyote duniani. Sisi kama benki tumeshirikiana na taasisi mbalimbali za kifedha duniani kuwezesha watu walioko nje ya nchi kutuma pesa kwa urahisi, haraka na salama kuja kwa ndugu, jamaa na marafiki walioko Tanzania, na wakazipata papo hapo. Huduma hii haiishii kwa watu walioko nje ya nchi tu kutuma pesa kuja Tanzania bali pia watu walioko Tanzania kutuma pesa kwenda nje ya nchi yetu. Hivi karibuni tumefanya maboresho makubwa kwenye huduma yetu hii na sasa wateja wetu wa NMB wanaweza kutuma pesa kutoka kwenye akaunti zao za benki ya NMB kwenda nje ya nchi kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa haraka na usalama mkubwa kupitia simu janja zao na wanawezeshwa kufanya hivyo kupitia huduma za application ya NMB Mkononi. Hii ina maana wateja wetu wataweza kutuma pesa muda wowote na wakiwa mahala popote. Baada ya maboresho haya, wateja wetu sasa wanaweza kutuma pesa kwenda nje ya nchi kwa ndugu, jamaa na marafiki kutoka kwenye akaunti zao za NMB na kwa kutumia simu janja zao kupitia huduma ya NMB mkononi app muda wowote na wakiwa mahala popote. Sawa, sasa tutizame hasa huduma hii na utofauti gani na huduma za kutuma na kupokea pesa zilizopo sasa? Utofauti ni mkubwa sana. Kwa mifumo iliyopo sasa, kutuma pesa kwenda nje ya nchi inachukua muda mrefu mpaka kupokelewa, wakati mwingine hata siku tatu na zaidi. Mbali na hapo, kuna usumbufu wa kuifata pesa ma maeneo maalum na nyaraka nyingi za kujaza, Kabla ya mchakato wote kukamilika na mpokeaji kupata pesa. Kufuatia maboresho tuliyoyafanya katika huduma yetu ya World Wide Pesa, kero hizo zote zimeondolewa. Benki yetu ya NMB imewekeza sana kwenye teknolojia, nasi tunaitumia teknolojia hii kurahisisha maisha ya wateja wetu, kama hivi ambavyo tunarahisisha ufanyikaji wa miamala ya kimataifa kwa urahisi na kwa haraka, wakati wowote wa na kutokea popote mteja alipo. Mteja ataweza kutuma pesa kutoka kwenye akaunti yake ya NMB kwenda nje ya nchi kupitia simu janja yake. Anachotakiwa tu ni kuwa tu na application ya NMB Mkononi, na akituma fedha zitapokelewa na mpokeaji papo hapo. Sawa. Kwa hiyo, Bi Neema, kwa maana hiyo, kupitia huduma hii mteja anaweza kutuma na kupokea pesa kutoka nchi yoyote duniani. Wateja wetu wanaweza kupokea pesa kutoka nchi yoyote duniani na kwenye kutuma pesa kwenda nje ya nchi, tumeanza na nchi za Kenya, Uganda, Rwanda na Afrika ya Kusini. Kwa sasa tumeanza na nchi chache, huku tukiendelea na juhudi za kutanua wigo wa kuziongeza ili kuwafikia watu wengine zaidi, sio tu Afrika Mashariki na nchi za SADC, bali duniani kote, kwa kushirikiana na washirika wetu mbalimbali mbali wa utoaji wa huduma za kifedha duniani kama vile Mastercard, Tunes, Telapay na Nara. Sawa. Sasa tuangalie kwamba kiwango cha juu kabisa mtu anaweza kutuma kwenda nchi nje ya nchi kwa shilingi ngapi, yaani kiasi gani hicho kupitia huduma yetu hii ya World Wide Pesa? Kiwango kikubwa ambacho mteja anaweza kutuma ni shilingi milioni tano ndani ya siku moja. Okay, sasa tuangalie pengine kuna faida gani hasa kutuma na kupokea pesa kwa kutumia suluhisho hili la World Wide Pesa? Faida za kutuma na kupokea pesa kupitia suluhisho hili la World Wide Pesa ni pamoja na urahisi wa kutuma fedha nje bila kufika tawi la benki ya NMB na bila kujaza makaratasi yoyote, ni kwa kupitia simu yako tu ya mkononi, kutuma pesa wakati wowote ukiwa mahali popote nchini, hata nje ya Tanzania. Pia kuna gharama shindani na nafuu kulingana na kiasi unachotuma. Kupokea pesa iliyotumwa kutoka nje ya nchi, hapo hapo ukiwa unatuma. Mpokeaji anaweza kupokea pesa kupitia akaunti ya benki au simu ya mkononi ya mtandao unaotumia anaotumia kule alipo, kulingana na sheria za nchi husika. Sawa, tukisalia hapo hapo, pengine huduma hii sasa, uh, huyu mteja, wa, ama mtumiaji anaitumiaje? Mteja um, wa NMB au ambaye sio mteja kabisa, atumie NMB mkononi basi nianze kwa mteja ambaye hajawahi kabisa kutumia NMB mkononi. Naamini watumiaji wengi wanatumia simu janja kama iPhone au Android. Kwao, kwenye Android anaweza akaenda kwenye Play Store, au mwenye iPhone anaenda kwenye App Store, ana download application ya NMB, NMB mkononi app, na kufanya activation, yaani anaiwezesha. Akimaliza kuiwezesha, ataingia kwenye ile app ya NMB mkononi ataenda sehemu kutuma pesa, akifika pale ataona kuna sehemu imeandikwa kutuma pesa nje ya nchi. Basi ataenda pale, ataandika taarifa za mpokeaji, atachagua kama anamtumia kwenye simu yake au kwenye benki. Kwa hiyo atajaza pale taarifa zote na atabonyeza kitufe cha kutuma. Kwa hiyo papo hapo mpokeaji atapokea meseji ya kwamba amepokea pesa kutoka kwa rafiki yake jamaa yake au ndugu yake. Sawa, Bi Nema Mpenzi, ile meneja wa NMB hapa Ngara, pengine tukawa tunakamilisha, uh, ungependa kuambia nini hasa wasikilizaji wetu ambao wanakusikiliza hivi sasa? Wasikilizaji, nawakaribisha sana wateja wetu wote waweze kutumia na kufurahia huduma hii ya World Wide Pesa inayorahisisha kutuma na kupokea pesa, kwani ni rahisi, nafuu na salama, lakini pia hata wale ambao tayari wana application ya NMB mkononi wanaweza wakaenda moja kwa moja kwenye kutuma pesa, wakaenda sehemu ya kutuma pesa nje ya nchi, na wakaweza kutuma pesa kwa urahisi mahali popote walipo, na mpokeaji akaipata papo hapo. Karibuni sana NMB. NMB, karibu yako. Haya bwana NMB Bank karibu yako. Naamini sasa ni ubu shaka vichwani mwetu. Tunajua tena eh. Nyinyi ni wadau wakubwa sana. Uh, kipekee kwa kweli tunakushukuru sana Bi Neema Mpinzile, meneja wa NMB hapa Ngara mkoani Kagera kuweza uh, kushiriki nasi na zaidi hasa tukitoa elimu kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza ndani na nje ya nchi anatupata uh, vizuri. Tunakushukuru sana uh, kwa kufika ndani ya studio zetu za Radio Kwizera FM hasa wasahua mchakato. Asante sana. Sawa, tunakushukuru sana. Msikilizaji, ni saa nne na dakika arobaini na sita ndivyo tunavyo agana na mgeni wetu Bi Neema Mpinzile eh, meneja wa NMB Ngara ambaye tulikuwa naye ndani ya Kulikoni yetu asubuhi ya leo. Eh, tunaamini sasa, kwako wewe mteja wa NMB, unahitaji kupata mambo mengi mazuri kutoka NMB. Mambo mengi sana mazuri yameweza kuzungumzwa, kwa hiyo ni jukumu lako sasa kuhakikisha kwamba unatumia fursa hii, na siku zote fursa inakuja mara moja sio mara mbili, kwa hiyo changamka mapema, na mwisho wa siku tunaamini mambo yatakuwa vizuri. Eh, tumekamilisha Kulikoni na na hii tuseme asante, anaendelea kusalia nasi pia kuendelea kusikiliza mchakato kuanzia hapa mpaka pale saa saba kamili za mchana waleo. Mimi ni Rehema William ambayo tuona mwenzangu ni Asma Ahmedi, tuko nao kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kabisa.